Hii ni Ebeneza R TV. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Unawashauri nini wanawake wenzako? Wanaume wenyewe watabiriki. Ushauri wako wapambane. Kuna mwingine sasa unajua kusuka, yeye ajui kusuka. Yaani hata akote uh, machupa. Hadi apate okay, sawa eh. Eh, na dada hapo, namshauri nini mwanamke mwenzako ambaye anakutazama, mwanamke mwenzangu ambaye anitazama sasa hivi, nilikuwa naomba kama mwanamke mwenzangu nampa, nampa ushauri, yaani apambane kama mwanamke, awe ametelekezwa awe ajatelekezwa, lakini kupambana ni muhimu kupambana kwake yeye ndipo kuendesha familia yake na kuendesha watu wake, asimtegemee mwana, mwanaume au asimtegemee danga. Unaona mm. kama unaweza kumtegemea danga mwisho, una mm. Yani wa siku danga yoyo unadanga naye mwisho wa siku anapita hivi, unazalilika huyu kisha mwanaume kwa jamii inakuwa haipendezi, tunachoshauri kwamba wafanye biashara hata kama hawana msingi, unaona eh, machupa wanaweza kaokota unaona, au wanaweza wakapita majumbani wakagonga, shagonga tayari. Jamani mimi nimekuja hapa, jamani, ni kazi yangu mimi kufua, kufua sio na nini. Basi kama kuna mzee yako, mzee wangu anakuja, ah bwana mimi na nguo zangu, bei tatu, nikaacha chini, sabuni yako, beseni lako, unafua. Kuna mwingine katelekezo, sasa haielewi atafanyaje? Wewe unajua kusuka, ajui kusuka, hana msingi hata wa mboga. Mfano kama unamwambiaje? Ana uwezo wote ni vizuri kama hauna nifanye nini? Nifanye biashara sio kuliko unataka kufanya biashara au ujiwezi kwa chochote sawa. kuna wengine unakuta wana pesa lakini wanaona wanakuwa na moyo mgumu kusaidia watu mm. hao watu wengine wenye pesa, wao unawashauri vipi, kutokana na wengine hawana misingi? Kwa upande wako wewe unawashauri vipi? Kwa upande wangu mimi nawashauri watu wengi ambao leo wako na pesa, na mara nyingi wao wanakuwa vigumu kuwasaidia ka wasairia ambao wako chini, ila mimi nilikuwa naomba nilikuwa naomba, naomba, kwamba mtu ambaye anejiona kama mimi nina uwezo ninajiweza, basi ni vizuri kwamba mtu anakuja kukulalamikia shida yako, basi ni vizuri niwepesi hata kwa msukumo mkubwa hata kidogo, na mgaie hii naye anze maisha. Okay, umesema wewe ulianza na mkeka tu hapa na chanio lako ndo msingi mpaka mm, leo tunaona na suka na vitu vingi hapa. Kwa hiyo kumbe kufanikiwa kwa mtu ni kuanza kidogo kidogo. Mm. Eh, ni kuanza kidogo kidogo kumbe, na wewe ulielekezwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye unaongea uhalisia

mwezi wa pili nilipata ule mshahara. Nikarudi nyumbani, nikakaa chini nikajiuliza. Yule boss ambaye ninayemfanyia kazi, hela kila siku inaingia pale. Na ni mimi ndo ninaingiza pesa. Kwa nini ile pesa ambayo inaingia pale? Kwa nini nisifungue na mimi sehemu yangu ya kupata kibanda na mimi nifanye na mimi nipate kujiendesha kimaisha? Hmm. Kweli nikakaa chini nikajifikiria hapo mkoani na shilingi elfu sitini, kama elfu sitini. Hmm. Nikasema elfu sitini kufa njaa kulola na njaa na wanangumtajumdogoaa. kutoka vipi? imekuaje hapa? nikaambia bwana, mimi nina shida. shida gani? nina nina shida fremu lakini hali yangu ndio mimi mwenyewe unaona, nilikuwa naomba mwezi huu mmoja nisaidie mwana wangu aenda na mimi, nataka kufungua ni saloni ya jiwe na sasa soka hapa. Mwenyezi Mungu akasema, yaani Mungu Bwana akutaka kunitupa mimi. Mama akaja akakubali. Sasa kaniambia asubuhi niombe mume wangu, akapiga simu na kaambia pokea la yake, basi mimi nikachukua la yangu nikamkabidhi yule mama, nikabidhiwa funguo, nikaondoka nyumbani hii elfu thelathini ndio baki naifanya nini mazingira ya ndani nikasema, sasa hii elfu thelathini ndio baki nifanye mazingira ya ndani kwanza. Nasema sasa, unaona nifanye mazingira nini ya watu wangakula hapo sasa? Hayo mambo sio ya nini